Wa mafanikio, tunawezaje kuikuza nidhamu? Mara nyingi huonwa kama sifa muhimu kwa mafanikio ya kibinafsi na kitaaluma. Hata hivyo, ingawa watu wengi wanatambua umuhimu wake, wachache wanajua jinsi ya kuikuza kwa njia endelevu. Katika video hii, tutachunguza kwa nini nidhamu ni muhimu kwa mafanikio na jinsi kila mtu anaweza kukuza sifa hii ili kufikia malengo yake. Kwanza, kwa nini nidhamu ni muhimu? Nidhamu ni chombo chenye nguvu kinachotusaidia kuzingatia, kudhibiti muda wetu na vipaumbele vyetu, na kushinda vikwazo vinavyotuzunguka. Kwa maneno mengine, nidhamu inatusaidia kuchukua hatua na kutimiza ahadi zetu, hata wakati motisha inapungua. Bila nidhamu, hata nia njema zinaweza kuanguka. Kwa kweli, mafanikio katika nyanja yoyote yanategemea uwezo wa kuvumilia, kudumisha utaratibu na kufanya kazi kwa muda mrefu. Watu wenye nidhamu wanaweza kushinda vizuizi, kutimiza ahadi zao na kuzingatia malengo yao licha ya vikwazo na changamoto. Pili, faida za nidhamu. Usimamizi bora wa muda, nidhamu inakuwezesha kupanga ratiba yako vizuri, kuweka kipaumbele kwa mambo muhimu na kupunguza shughuli zisizo na tija. Motisha ya muda mrefu tofauti na motisha ambayo inaweza kubadilika kulingana na hisia, nidhamu inabaki kuwa kitu cha kudumu kinachokusukuma kuchukua hatua hata unapohisi kukata tamaa. Umakinifu ulioboreshwa. Kuwa na nidhamu hukusaidia kuzingatia kazi moja kwa wakati, na hivyo kuongeza ufanisi na ubora wa kazi. Kukuza tabia njema. Nidhamu inahimiza uundaji wa tabia nzuri ambazo, baada ya muda, huwa tabia za kawaida na hivyo kuchangia mafanikio endelevu. Tatu, tunawezaje kukuza nidhamu? Ingawa nidhamu inaweza kuonekana kuwa ngumu kudumisha, kuna mikakati rahisi na madhubuti ya kuikuza kila siku. Kwanza, jiwekee malengo yaliyo wazi na mahususi. Ni rahisi kuwa na nidhamu unapofahamu unachotaka kufikia. Kujiwekea malengo yaliyo wazi yanayoweza kupimika na ya kweli ni hatua ya kwanza katika kukuza nidhamu. Malengo yaliyofanuliwa vizuri yanatoa mwelekeo na kukusaidia kuzingatia hatua zinazohitajika ili kuyatimiza. Pili, tengeneza utaratibu. Tabia ni nguzo muhimu ya nidhamu. Kwa kuunda utaratibu wa kila siku, unaweka tabia ambazo huwa za kawaida baada ya muda. Utaratibu mzuri unakuwezesha kutenga muda kwa mambo muhimu, kupanga siku yako na kupunguza hatari ya kuahirisha mambo. Tatu, anza kidogo kidogo. Nidhamu haiji kwa siku moja. Ni bora kuanza na vitendo vidogo na kuongeza ugumu hatua kwa hatua kadri umakini wako na uwezo wako wa kufanya kazi unavyoboreka. Kwa mfano anza kwa kutenga dakika kumi tu kwa siku kwa shughuli fulani, kisha ongeza muda kadri unavyohisi vizuri zaidi. Ne, dhibiti vikwazo. Vikwazo ni miongoni mwa maadui wakubwa wa, wa nidhamu. Ni muhimu kuvipunguza ili kuzingatia kazi zako. Ili kufanya hivyo, tambua vyanzo vya vikwazo kama vile simu yako mitandao ya kijamii au mazingira yenye kelele, na weka mikakati ya kuviondoa au kuvipunguza. Kwa mfano, unaweza kuzima arifa wakati wa saa zako za kazi au kunda nafasi ya kazi iliyotengwa kwashuguli zako za kibinafsi au kitaaluma. Tano, kuwa na mtazamo chanya ni damu sikulazimishwa bali ni chaguo. Kuwa na mtazamo chanya kuuzi na malengo kunaweza kufanya juhudi iwe ya kufurahisha zaidi. Jifunze kusherehekea ushindi mdogo na uendelee kuwa na motisha kutokana na maendeleo yako hata kama ni madogo. Hii itaku saidi ya kuendelea kwenye njia sahihi ya kufikia malengo yako. Sita, tumia zawadi kujizawadia kwa juhudi zako na kuweka matokeo ya kutotimiza ahadi zako ni njia bora ya kuimarisha nidhamu yako. Kwa mfano, baada ya kufikia lengo fulani, unaweza kujizawadia zawadi ndogo kama vile muda wa kupumzika au mlo mzuri. Na mwishowe, vumilia. Nidhamu haijengwi kwa siku moja. Ni kawaida kukutana na vikwazo, kufanya makosa au kuvurugwa. Kinachojalisha ni uvumilivu, kutokata tamaa na kujifunza kutokana na makosa yako ili uendelee kusonga mbele. Mwishowe, kwa kumalizia, nidhamu bila shaka ni ufunguo muhimu wa mafanikio. Inatuwezesha kupanga maisha yetu, kuzingatia malengo yetu na kushinda changamoto. Kwa kutumia mikakati iliyotajwa hapo juu, kila mtu anaweza kukuza nidhamu yake hatua kwa hatua na kwa njia endelevu. Baada ya yote, nidhamu ndio injini inayobadilisha ndoto kuwa ukweli unaoonekana. Basi usingoje tena, anza kukuza tabia za nidhamu leo na angalia maendeleo yako baada ya muda.